Naam, KBC inaomboleza tena na mara hii ni Fredrick Parsayo. Parsayo alikutana na mauti katika hali tatanishi nyumbani kwake katika mtaa wa Kinoo Ijumaa asubuhi. Kisa hiki kilipotiwa katika kituo cha polisi cha Kinoo ambapo uchunguzi unaendelea. Hadi kifo chake, Parsayo alikuwa mwanahabari wa shirika la KBC. Siku yake ya mwisho kazini ilikuwa Alhamisi, yani jana. Mkurugenzi mkuu wa shirika la KBC Agnes Kalekye ametuma rambirambi kwa familia ya Parsayo, jamaa na marafiki na wafanyikazi wa ujumla wa KBC. Mimi nakuacha na habari hii ya, tanzi, ya, tanzi, ya tanzia na kukutakia usiku mwema. Kwa heri. Shirika la utangazaji la Kenya KBC limepata pigo kubwa kufuatia habari za kushtua za kifo cha Frederick Parsayo aliyekuwa ripota wa taarifa za runinga Parsayo alikuwa kazini jana Alhamisi. Alifariki katika hali tatanishi siku ya e Ijumaa katika eneo la Kinoo. Kisa hiki kiliripotiwa katika kituo cha polisi cha Kinoo na uchunguzi bado unaendelea. Parsayo ambaye halitimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi, alianza taaluma yake katika shirika la KBC akiwa ripota kwa miaka miwili of and Mkurugenzi mkuu wa shirika la KBC Agnes Kalekye amemwomboleza Parsayo, akimtaja kuwa mfanyikazi aliyedhaminiwa katika kazi yake ya wanahabari, na kifo chake ni pigo kwa wafanyikazi wenza. Kwa niaba ya wafanyikazi wa shirika la KBC mkurugenzi mkuu ametuma rambirambi zake kwa familia, jamaa na marafiki wa Fredi Parsayo. Mungu ailaze roho yake mahali pema palipo wema.